Hello champion, leo bwana, dukani kwetu hapa Akili Plus Bookshop tumeleta vitabu vipya. Kama unavyoweza kuona, hivi ni baadhi tu. Tumeleta vitabu vingi vya fedha, biashara na mafanikio, na vitabu wetu bwana ni original, utasoma wewe mpaka mjukuu wako. Kitabu cha kwanza ni hiki, kinaitwa Intelligent Investor kutoka kwa bwana Benjamin Graham. Hiki ni moja ya vitabu bora zaidi vya masuala ya uwekezaji duniani. Hii kitabu bwana alikisoma Warren Buffett, ambaye ni moja ya watu kumi matajiri zaidi duniani alivyokuwa mdogo alikisoma zaidi ya mara kumi na moja, na hata hapa jina lake lipo katika hiki kitabu kwao. Kama unataka kufanikiwa bwana Warren Buffett amesema kwamba by far the best book on investment ever written, yaani hiki ndo kitabu bora kuhusu uwekezaji kuwahi kuandikwa duniani. Kusoma kitabu hiki kitakusaidia sana, utajifunza maswala mazima stock investment, kuwekeza katika hisa na aina nyinginezo za uwekezaji. Lakini pia bwana, tuna kitabu kutoka kwa mtu tajiri zaidi kuwahi kutokea duniani, huyu jamaa bwana Elon Musk ni tajiri wa kwanza kwa sasa hivi duniani ana utajiri wa dola za Kimarekani zaidi ya bilioni 730. Hizo ni pesa nyingi vibaya mno e. Kwao amepata utajiri kupitia kampuni zake kama Tesla, SpaceX na na nyinginezo. Kwa hiyo kama unataka kujifunza kutoka kwa mtu tajiri zaidi kuliko watu wote duniani soma kitabu hiki, ninaamini kitakusaidia. Ni kitabu original kabisa na ni hard cover. Lakini pia tuna kitabu kingine kizuri sana ambacho, binafsi nimesoma vitabu vingi sana vya maswala ya biashara duniani. Hiki ni miongoni mwa vitabu vyangu vitatu nilivyovipenda zaidi na nilivyojifunza mambo mengi zaidi. Hiki inaitwa Personal MBA. Hii ni Master ni Master of Business Administration. Ukisoma kitabu hiki ni kama una Masters of Business Administration. Unahitaji kwenda chuo kikuu kujifunza mambo ya biashara. Unahitaji tu kusoma kitabu hiki. Utajifunza mambo mengi kuhusiana how to acquire customer na yani, customer acquisition and retention strategies. Utajifunza jinsi ya kumpata mteja na jinsi ya kumbakiza mteja. Lakini pia tunajifunza vitabu bora duniani kama hiki kinaitwa Psychology of Money kutoka kwa bwana Morgan. Hiki ni kitabu kizuri sana na ni original kabisa utakipata dukani kwetu. Bei za vitabu hivi nitakuwekea katika caption. Lakini pia tunacho kitabu cha huyu mwandishi bora wa kitabu cha Rich Dad Poor Dad. Amerika, kitabu kingine kinaitwa Cashflow Quadrant. Ni kitabu ambacho kitakusaidia. Kuna njia kubwa nne za kutengeneza fedha. Njia ya kwanza ni kuwa eh, mtu ambaye umejiajiri, self employed, eh, um, um, umefungua duka lako, umefungua biashara yako ya nguo, una duka lako la dawa. Hapo unakuwa ni self employed. Lakini pia unaweza kuwa business owner, unafungua biashara ambayo ina uwezo kujiendesha hata bila kuhitaji uwepo kuhi wako. Huyo ndio business owner. Lakini pia unaweza ukawa ni mtu ambaye ni investor, ukawa ni investor, ukawekeza katika hisa, hatifungani na aina nyinginezo za uwekezaji. Lakini pia unaweza ukawa ni mtu ambaye umeajiriwa. Kwa hizi ndio Cash flow Quadrant, ni njia nne za kutengeneza kipato. Lakini pia tuna kitabu bora duniani cha masuala ya personal development kinaitwa Ikigai. Kitabu kitakusaidia kujua kusudi la maisha yako, kitabu kitakusaidia kuishi hata baada ya wewe kuondoka duniani. Kitabu kinaelezea falsafa ya kijai imeeleza kwa nini watu wengi wa Japani wanaishi maisha marefu wa na yenye furaha, kwa sababu wametambua kusudi la maisha yao. Kama unataka kufanikiwa kwenye maisha unahitaji kusoma kitabu hiki, lakini pia utasoma kitabu kingine.